Katika safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Isaya, sasa tunafika kwenye sura ya 52 na 53. ah, sura hizi mbili zimeitwa na mwandishi mmoja kuwa ni mlima Everest wa unabii wa Masihi. Minakubaliana. hii kwa kweli ni shairi refu, na tutaacha wimbo huu, shairi hili lifanya mazungumzo mengi, litabashiri kwa njia ya kusisimua baadhi ya yale ambayo Masihi atapitia anapoteseka kwa ajili ya wokovu wetu. Hata hivyo, hapa ni ardhi takatifu. Hii ni maelezo si tu ya yale ambayo Masihi alipitia, bali pia ya yale ambayo Masihi alihisi alipoteseka na kufa. Hapa katika sura ya 52 aya ya 14 tunasoma: muonekano wake ulikuwa umeharibiwa sana zaidi ya sura ya mwanadamu na umbo lake zaidi ya watoto wa wanadamu, hivyo atanyunyiza mataifa mengi. Haya yanaelezea matokeo ya ya vipigo alivyopokea kabla ya kusulubiwa. Yote yalianza na baraza la Kiyahudi Sanhedrin, wakimpiga kwa ngumi zao, wakimdhihaki, wakisema hei, tuambie, tuambie ni nani aliyekupiga, wakiwa wamemfunga macho. Inaendelea na kupigwa mijeledi alivyoteseka kutoka kwa askari wa Kirumi kupigwa huko mijeledi kwa njia kulijulikana na wanahistoria kama nusu kifo, kwa sababu mijeledi hiyo ilimwacha mwathirika akiwa nusu mfu. Kupigwa kwa Yesu kulibadilisha kabisa sura yake, kama vile Isaya alivyotabiri hapa, zaidi ya kutambulika kama mwanadamu. Lakini je, uliona Isaya akisema hapa kwamba atanyunyiza mataifa mengi? Unaweza kutafsiri kitenzi hicho cha Kiebrania kwa njia mbili. Inaweza kumaanisha kushangaza, na hii ingerejelea sura ya Yesu iliyoharibika kiasi kwamba hakuna mtu angeweza kumfikiria kama mgombea wa kuwa mfalme masihi wa Israeli. Hilo lingekuwa la kushangaza sana, lakini pia unaweza kutafsiri kitenzi hiki kama ilivyo hapa katika toleo la Kiingereza la kawaida unyunyiza. Hii ingekuwa rejeleo la kazi ya kikuhani ya kunyunyiza damu ya dhabihu kwenye madhabahu kwa ajili ya utakaso wa dhambi. Mambo ya Walawi kumi na saba. Damu yake ilimwagika basi, kwa namna ya kusema, ikanyunyizwa kwa utakaso wetu. Sasa mstari wa 15 unasema wafalme watafunga vinywa vyao kwa sababu yake. Kwa maneno mengine, wanapofahamu maana ya kifo chake watashangaa sana, watabaki bila maneno. Sasa, hapa katika sura ya hamsini na tatu, Isaya anaweka swali katika vinywa vya wale ambao wamesikia injili kuhusu Masihi. Wanauliza hapa katika mstari wa kwanza, ni nani aliyeamini alichosikia kutoka kwetu na ni nani ambaye mkono wa Bwana umefunuliwa kwake? Isaya anatabiri hapa kwamba si wengi katika Israeli watakaoamini ndani yake. Ni wachache sana katika Israeli watakaokuja kwenye msalaba siku ya kusulubiwa kwake na kuweka imani yao kwa Yesu. Basi kwa nini si hivyo? Mstari wa pili unaeleza: hapa hakuwa na umbo au ukuu kwamba tungeweza kumtazama na hakuwa na uzuri kwamba tungetamani kumtazama. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni na aliyezoea majonzi, na kama mmoja ambaye watu huficha nyuso zao, alidharauliwa na hatukumhesabu Isaya anaweka wazi sana kwamba hakukuwa na kitu maalum kuhusu Yesu kimwili. Hakuna kitu cha kuwafanya watu kufikiria wowe, lazima awe Mungu katika mwili. Hata karibu hakuwa na uzuri ambao mtu yeyote angeweza kumwonea wivu au kumtangaza. Usikose hii wakati alipobaki katika utukufu, kabla ya kupata mwili, Mungu mwana alikuwa na uwezo wa kimungu wa kuchagua jinsi ya kuonekana kama mwanadamu. Sasa ningedhani kwamba kama wewe na mimi tungekuwa na uwezo huo, tungepanga ili tuwe tunavutia sana. Wadada ungesimamisha magari, ngekuwa wazuri sana, wanaume ngekuwa warembo sana, kila mtu angependa kuwajua. Tunaambiwa hapa kwamba Mungu mwana alipanga uonekana kama mtu asiye na mvuto, kwa maana halisi hapa unaweza kusoma kwamba alichagua kuwa mtu asiye na mvuto. Kwa nini Yesu alipitia unyenyekevu huu wote? Yote haya yalikuwa ya unyenyekevu alipokuwa mwanachama wa jamii ya wanadamu. Kwa nini alifanya hivyo? Kweli, mstari wa nne unatueleza hakika, ameyachukua masikitiko yetu na kubeba huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa. Lakini alijeruhiwa kwa makosa yetu alivunjwa kwa maovu yetu. Juu yake kulikuwa na adhabu iliyotuletea amani, na kwa majeraha yake tumepona. Sasa, ili kuhakikisha kwamba hakuna mawazo kwamba mtu yeyote anaweza kuwa na amani au uponyaji wa kiroho mbali na Masihi huyu anayeteseka, Isaya anasema hivi katika mstari wa sita: sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe na Bwana ameweka juu yake uovu wetu wote. Unaona hapa kwa maneno yenye nguvu zaidi iwezekanavyo, kifo cha Masiha kilichotabiriwa kinaelezewa kama cha kubadilishana, yaani anatoa maisha yake kwa ajili ya maisha yetu. Kwa sababu ya neema na rehema yake, adhabu ya kuchomwa na kusagwa ambayo ilipaswa kuwa yetu iliwekwa juu yake. Kwa hivyo njia pekee ya kuwa na amani na Mungu na msamaha wa dhambi zako ni kuamini kazi yake pekee kwa niaba yako, na acha nikuambie, kujaribu kuongeza juhudi zako mwenyewe kwenye kazi yake msalabani, basi hiyo si chochote zaidi ya tusi kwa kile alichokufanyia wewe na mimi. Hiyo itakuwa kama kuchukua brashi ya rangi na kwenda kwa Mona Lisa na kumwambia Leonardo da Vinci, unajua, je, unaweza tu kusimama kando? Hapana na yuniruhusu kuboresha kazi yako ya sanaa. Yesu Kristo kwa njia, alipokuwa akining'inia kwenye msalaba huo kwa ajili yako na yangu, alikataa kujitetea, kujiokoa mwenyewe. Alichagua ufa kwa ajili yako na yangu, na kwa kufanya hivyo anatimiza unabii wa Isaya kwa usahihi. Sikiliza mstari wa saba. Alidhulumiwa aliteswa, lakini hakufungua kinywa chake. Kama mwanakondoo anayepelekwa kuchinjwa, na kama kondoo mbele ya wakata manyoya yake ni kimya, hivyo hakufungua kinywa chake. Tunasoma katika mstari wa kumi, ilikuwa mapenzi ya Bwana kumponda, amemweka katika huzuni hiyo ni njia nyingine ya kusema kifo cha Yesu hakikuwa ajali, haikuwa kosa, ilikuwa mapenzi ya Baba kwamba mwana wake kwa hiari alitoa maisha yake kama mbadala kwa ajili yetu. Sasa mstari wa kumi unaendelea kuzungumzia haki ya Kristo. Ataona uzao wake, ataongeza siku zake. Vizazi vyake ni wale ambao wameweka imani yao kwake. Waumini wa Agano la Kale walitazamia msalaba. Sisi hapa katika enzi ya Agano Jipya tunatazama nyuma kwenye msalaba, tukijua tumesamehewa bure kwa sababu Yesu alilipa yote. Mbingu ni bure kwako leo, rafiki yangu, kwa sababu Yesu alilipa deni la dhambi zako na zangu. Kwa kweli, Isaya anaandika hapa katika mstari wa 12, alimwaga nafsi yake hadi kufa, na alihesabiwa pamoja na wakosaji, lakini alibeba dhambi za wengi. Unajua, ukweli mzuri hapa si kwamba yesu alikufa tu. Kama mwandishi mmoja alisema, hilo ni jambo la kihistoria tu, hiyo ni kama kusema Abraham Lincoln alikufa. Sikiliza, ukweli wa utukufu wa injili ni kwamba ni wa kibinafsi. Yesu alikufa kwa ajili yako, kwa ajili ya dhambi zako na zangu pia. Wapendwa, Bwana wetu Yesu aliadhibiwa badala yetu alipokuwa akining'inia msalabani, kabla tu ya kufa, alipiga kelele imekwisha, Yohana 19 mstari wa 30. Hilo ni neno moja katika Agano Jipya la Kiyunani. ni neno tetelestai ambalo linamaanisha limelipwa kikamilifu. Unajua, kama ungepelekwa gerezani katika kane ya kwanza kwa kuiba, mlinzi wa gereza angeandika kosa lako wenye karatasi kuiba, pamoja na muda wa kifungo chako. Sasa baada ya miezi sita au zaidi, baada ya kumaliza kutumikia kifungo chako, mlinzi wa gereza angeandika kwenye kipande hicho hicho cha karatasi neno moja tetelestai, kisha angekukabidhi hiyo karatasi ili uwe nayo kama ushahidi kwamba umelipa kikamilifu kwa kosa lako. Hilo ndilo neno ambalo Yesu alipiga kelele alipokufa, limelipwa kikamilifu. Yesu alilipa kikamilifu. Kwa ajili ya makosa yako na yangu. Kila tendo la dhambi, kila wazo ovu, wewe na mimi sasa tunaweza kupewa msamaha, tunaweza kuchukuliwa mbinguni siku moja, bila malipo, kwa sababu Yesu alilipa gharama. Hebu nikuulize hili, je, umeweka imani yako kwake, kwa kile alichokufanyia? Je, umekubali kwamba wewe ni mwenye dhambi na unamhitaji akuokoe? Ndio sababu alikuja duniani. Basi, unaweza kufanya hivyo sasa hivi, popote ulipo. Unaweza kumkubali sasa na kumwomba awe Bwana wako na mwokozi wako. Alikufa kwa ajili yako, muombe awe mwokozi wako leo. Basi, hadi safari yetu ya hekima ijayo. Neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Tabina.